Karibu tujadili kuhusiana na masuala ya sheria hasa msaada wa sheria katika kutatua changamoto za kisheria kwa jamii, na tunafahamu uh, tumeshuhudia kliniki mbalimbali mbali, ambazo zimekuwa zikifanyika katika mikoa tofauti tofauti zikitoa pia usaidizi huo bila malipo, na uh, kufahamu pia miongoni mwa changamoto ambazo uh, zimekuwa zikishuhudiwa katika jamii hiyo, masuala ya migogoro ya ardhi pamoja na mengineo, lakini zi wake ukoje na nini ambacho unaweza kufanya ili uh, kufikia uh, huduma hiyo ama kunufaika. Na hivyo ni miongoni mwa yale ambayo tutajadili hasa uh, wakati huu ambapo uh, tunaelekea uh, siku ya sheria ambayo ni Februari pili. Na tutafahamu mengi hapa. Studioni tumemwalika Ipiana Mlilo ambaye ni mkurugenzi msaidizi kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika uh, kitengo cha uratibu. karibu sana, asante sana. karibu sana Mlilo. Na, na pengine uh, kwa kifupi tu tujuze kuhusiana majukumu ambayo yanafanywa uh, na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali asante. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ni ofisi ambayo imeanzishwa kikatiba chini ya ibara ya 59 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ni kutoa ushauri katika masuala ya kisheria kwa serikali, na majukumu hayo yanafanywa na mawakili wa serikali kwa niaba ya mwanasheria mkuu wa serikali. Mawakili wa serikali waliopo katika utumishi wa umma wote wanawajibika kitaaluma kwa mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo, katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kunatoa ushauri wa kisheria katika masuala ya mikataba, lakini katika maswala mbalimbali ambayo mbali yanahusisha ya uh, mambo ya kisheria ambayo uh, taasisi mbalimbali zinatakiwa kufahamu, lakini pia katika masuala ya uh, uandishi wa sheria

Sawa, mm -hmm. Sasa kabisa tunaendelea hapa na uh, tunazungumza na Ipiana Mlilo kuhusiana na kazi ambazo anazifanya ndani ya uh, ofisi ya uh, mwanasheria mkuu wa serikali uh, wakijikita uh, hasa katika uh, ushauri wa masuala ya kisheria, lakini pia uh, kliniki ambazo wamekuwa wakiziendesha za msaada wa kisheria katika maeneo mbalimbali. Uh, na hali kadhalika kamati ambazo zimeundwa uh, katika mikoa na wilaya uh, mbalimbali uh, hapa nchini. Tunafahamu kwamba uh, ziko taasisi nyingine ama kampeni nyingine kampeni zinazohusu masuala ya ushauri wa kisheria ambazo zimekuwa zikifanywa uh, na tutaona jinsi gani ambavyo pia wao wanashirikiana nazo na, na hapo hapo uh, Mlilo, uh, utujuze sasa majukumu ambayo mnayafanya hasa katika ushauri wa kisheria na msaada wa kisheria kwa wananchi kama Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. E, nashukuru uh. Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali tuna kamati za ushauri wa kisheria ambazo zimeundwa chini ya sheria ya utekelezaji wa majukumu ya Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Kamati hizi ziko katika ngazi za mikoa pamoja na wilaya na zinaundwa na mawakili wa serikali katika maeneo husika. Kwa ngazi za mikoa, wajumbe wanakuwa ni wakili wa serikali wa mkoa kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambaye anakuwa ni mwenyekiti, na kama mkoa huo hauna ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, basi atakuwa ni yule wakili wa mkoa kutoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali. Na kama mkoa husika pia hauna hiyo ofisi atakuwa yule wakili wa mkoa mfawidhi kutoka ofisi ya taifa ya mashtaka. Okay. Kwa hiyo yule ndio atakuwa mwenyekiti. Katibu wake atakuwa ni mkuu wa kitengo cha sheria kutoka katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Kwa nini anakuwa ni katibu? Kwa sababu tunaamini malalamiko mengi ya wananchi yanapeka kwa mkuu wa mkoa. Mm. Lakini pia katika ngazi ya mkoa. Katika ngazi ya mkoa. Yeah. Lakini pia uh, mkoa ni pia uh, waheshimiwa wakuu wa mikoa wanakuwa na utaratibu wao wa kusikiliza malalamiko ya wananchi kwa tunaamini kumfanya yule kuwa katibu itarahisisha wananchi wengi kuweza kupeleka malalamiko yao katika mkoa husika. mm. kwa yule ndio hiyo anakuwa ni katibu wa hiyo kamati, lakini pia kuna kuwa na mawakili wa serikali wengine wa taasisi zilizopo katika uh, makao makuu ya mkoa husika yeah. Wanaunda ile, e, e, ile kamati uh, pia kunakuwa na wajumbe wawili kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama katika mkoa husika ambao watateuliwa na mkuu wa mkoa kuweza kuingia katika, katika kamati ile um. lakini ni lazima wawe na taaluma ya sheria. Aidha, kunakuwa na wajumbe wengine wawili ambao watateuliwa na mwenyekiti kulingana na, na migogoro katika eneo husika. Um. Kama masuala kwa uh, mfano ya ardhi, wanaweza kamteua mtu ambaye na ubobevu katika maswala ya ardhi ili aweze kuungana na ile kamati kwa ajili ya kutatua changamoto za migogoro ile ya ardhi. Mhm. Vile vile ukienda kwenye ngazi ya wilaya. Mhm. Uh -huh. Muundo ni hivyo hivyo. Kama kuna ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali basi yule ndo atakuwa mwenyekiti. Kama kuna ofisi ya wakili mkuu wa serikali atakuwa mwenyekiti. Kama kuna ofisi ya taifa ya mshtaka ambao ndo wengi kwa sasa, angalau eh, ofisi zimefika ngazi ya wilaya, yule ndo atakuwa mwenyekiti. Mhm. Lakini kwa maeneo ambayo hizo ofisi tatu hazipo. Mwenyekiti anakuwa ni yule mkuu wa kitengo cha sheria wa halmashauri husika yeah. Tunaamini nchi nzima kuna halmashauri. Kwa hiyo yule anakuwa ni mwenyekiti wa ile kamati na katibu wake anakuwa ni mwa, uh, wakili wa serikali kutoka Takukuru. Tunaamini karibu nchi nzima Takukuru wana, wana ofisi, lakini kama ofisi, uh, kat, kama wilaya husika haina huyo mwanasheria basi manawakili wa serikali yeyote kutoka kwenye taasisi yoyote pale wilayani atakuwa ndiye katibu mm. Na wajumbe wengine watakuwa ni kama kawaida mawakili mm. wa serikali katika taasisi zilizopo katika uh, wilaya husika, lakini pia kutakuwa na tena wajumbe wawili mm. wengine kutoka kwenye vyombo vya usalama katika wilaya husika okay, ambao watakuwa ni wajumbe wa ile kamati, lakini pia mwenyekiti amepewa mamlaka Uh, ya, ya, ya, ya, ya, ya kuteua wajumbe wengine wawili ambao sio mawaki sio mawakili au sio wanasheria mm. kulingana na aina ya migogoro ambayo itakuwa katika maeneo husika. Kwa hiyo, hizi ndo kamati ambazo zina kazi yake kubwa ni kutatua migogoro na changamoto za kisheria ambazo zipo katika maeneo husika, sio? Ndio. Lakini mtu anaweza akajiuliza kwamba ukiangalia jinsi ambavyo vimetaja muundo wa hizi kamati ni kama zime zina watu ambao ni zaidi ni watu wa serikali ndio e, hamkuona haja pengine ya kushirikisha uh, wadau wengine, kwa, kwa maana ya kwamba labda jumuiya mbalimbali zile za wananchi ama asasi za kiraia ama watu wengine nje ya serikali ambao wanapatikana katika hizi wilaya ama mikoa. Ndio, ndio maana tumesema kuna nafasi mbili hmm, ambazo mwenyekiti wa kamati ya mkoa au wilaya anaweza kuteua nje ya hao hmm bila kujarisha anaweza kuwa mtu yuko serikalini au hayuko serikalini. Anaweza mm. kachagua kiongozi wa dini, kama labda eneo hilo kuna migogoro ya dini, anaweza mm. kachagua uh, mzee wa, wa kimila vyovyote vile, lakini itategemeana na eneo husika kulingana na jinsi ambavyo mwenyekiti mwenyewe ataona inafaa. Ni, ni wazi kwamba hizi kamati eh, inaonekana kwamba zinaweza zikaleta mabadiliko kwenye Uh, masuala ya wananchi hasa kuhusu uh, migogoro ya kisheria ambayo ipo kwenye ngazi ya jamii . Uh, na tunatamani kujua sasa uh, zimeanza lini kufanya kazi na mpaka sasa zimeenea kwa kiasi gani katika nchi yetu? Asante. Uh, kamati hizi uh, kwanza kamati pamoja na mwongozo wake mm. vilizinduliwa tarehe 21 mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na nne na Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya hapo kamati zilianza kazi, kwa maana ya sasa ofisi yetu inaenda kila mkoa kwenda kuzizindua na tumekuwa tukifanya utaratibu, wakuu wa mikoa ndio wanakuwa wageni rasmi, kwa sababu tunataka kuziweka karibu na wakuu wa mikoa ili waweze kuzilea vizuri zile kamati kwa sababu tumezianzisha ziweze kuwasaidia mm. kutatua migogoro mm. katika maeneo yao pamoja na wakuu wa wilaya mm. kwa hiyo tunataka ili jukumu la migogoro wakuu wa mikoa wazitu, wazitwishe hizi kamati yeah. wao waendelee na masuala mengine ya usimamizi wa, wa, wa mikoa yao mm. kwa maana ya kusimamia masuala ya maendeleo kusimamia miradi no. na uwekezaji lakini hili ambalo imekuwa linaleta changamoto kule mikoani na wilayani, tunataka huu mzigo ofisi yetu wa kushirikiana zile kamati yakisha kwamba hizi uh, kamati zinalibeba, sio wakuu wakuu wa wa mm. mikoa na wakuu wa wilaya wanaenda kwenye mikutano ya hadhara kutatua migogoro, sio ndio? Mnachojaribu kupunguza hiyo, punguzia huo mzigo mm. E, kwa sababu imekuwa ni changamoto. Uh, utaona ziara za viongozi wakienda mahali wananchi wananyanyua mabango mm. wana kero zao. Sasa tunataka ifike mahali ili swala litokomezwe li, li, li, li mm. na kamati hizi. Okay. E, mtu ambaye ana changamoto yake akienda kwenye hizi kamati ataambiwa wana ataambiwa ukweli, wewe swala lako liko moja mbili tatu. Na hata ukienda mahakamani, basi ujue hoja zako zitakuwa moja mbili tatu mm. Na uwezekano wako kushinda ni mdogo. Kwa tunataka hizo zifanye kazi ya kusuluhisha migogoro mm. ya wananchi ili e, e kuweze kuwa na utengamano mkubwa katika katika jamii kule mm. chini. Ndio mm -hmm, lengo kubwa hasa la hizi kamati zetu mm -hmm. Na kamati hizi zinaenda sambamba pia na kliniki ambazo mmekuwa mkizifanya? Ndio uh, lakini kliniki zimekuwa ni kwa muda husika, tofauti na kamati uh, kliniki ni utaratibu ambao mm. uh, kamati zile zinaweka utaratibu wa kuwafuata wananchi, inaweza kuwa ni maeneo ya uwanjani au sokoni uh, uh, au sehemu yoyote ambapo uh, tutaona kwamba hizi au wananchi wanaweza kutufikia kwa urahisi. na ina, tunafanya hivyo ili kurahisisha au kusogeza huduma za kisheria karibu na wananchi. Kwa hiyo tumekuwa, hivi vitu vile vimekuwa vimeenda sambamba. tunapoenda kufanya uzinduzi kwenye uh, labda kwenye mkoa husika Zoezi hilo linaambatana na kliniki hiyo. Kliniki tunafanya kwa pamoja kati ya Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na kamati husika mm. Na tunafanya hivyo kuonyesha ni namna gani kamati hizi zinatakiwa ziendelee kufanya hizo kliniki mara kwa mara kwenye mikoa yao, na tukifanya katika mkoa husika tukiwaelekeza namna ya kufanya sisi tunaenda tuna, tuna mkoa mwingine, wao watakuwa endelea kufanya kwa jinsi kadri watakavyojiwekea utaratibu na wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa wilaya. Kwa ndio maana mm. tulianza mkoa wa Dodoma mm. tukazindua ile kamati tukafanya na kliniki, tukaenda mkoa wa Kilimanjaro tukazindua ile kamati pamoja na kufanya kliniki ya wiki moja, tukaenda mkoani Mwanza mm -hmm. tukazindua hizo kamati pamoja na, uh, na zindua, pamoja na kufanya kliniki ya wiki moja baada ya hapo uh, tukaenda mkoani Singida tukazindua pamoja na kufanya kliniki juzijuzi. Hapa tulikuwa mkoani Manyara tulifanya kule Katesh Hanang Tum, tumezindua ile kamati ya mkoa na tukafanya na kliniki. Tarehe tatu tunaenda mkoani Simiu tarehe tatu mwezi wa pili mwaka huu ambapo pia tutazindua katika uwanja wa Sabasaba na mgeni rasmi mm. uh, atakuwa mheshimiwa Anamringi Macha ambaye ni kwa mkoa wa Simiyu. Tarehe kumi na sita tutakuwa jijini Dar es Salaam mwezi wa pili, ambapo pia mheshimiwa Albert Chalamila mkuu mkoa atakuwa mgeni rasmi, lakini kwa mkoa wa Dar es Salaam uh, uh, kidogo wenzetu watakuwa na bahati kwa sababu mheshimiwa uh, Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali mwenyewe atakuwepo. Kwa hiyo yule mwananchi atakayo kwanza kufika atapata bahati ya kusikilizwa na mwanasheria mkuu wa serikali mwenyewe. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo ili tuki, eh, tukiondoka zile kamati zitaendelea kufanya utaratibu wa hizo kliniki zenyewe. Kazi mm. ya ofisi yetu itakuwa sasa ni kuzisimamia na kuhakikisha kwamba zina zinatekeleza zina, zina huo wajibu kwa niaba ya mwanasheria mkuu wa serikali mm. mm. kwa hiyo zinakuwa kazi yake kubwa ni kushauri kushauri wananchi wananchi kutatua kero zao za, za kisheria. Hmm. Lakini pia kusuluhisha migogoro uh, kunakuwa mi, na migogoro wakati mwingine migogoro kati ya wananchi labda na serikali. Afisa wa serikali anaweza kuwa amekosea utaratibu au amemkosea yule mwananchi. Kazi ya hizi kliniki sasa, zinatoa fursa ya mwananchi kwenda kuiambia, uh, kuja kutuambia sisi kwamba afisa ardhi sehemu fulani hajanipa hati au amenipa hati lakini kampa hati mwananchi mwingine. Sisi to, zile kamati zitakuwa na uwezo wa kumwita yule afisa hali na kumuuliza jambo hili lilifanyika vipi, na tunataka pia ku, uh, kila mtu afahamu kwamba lazima kuwe na tofauti kati ya kitendo kilichofanywa na serikali au kitendo kilichofanywa, kilichofanywa na na afisa aliyeko serikalini. Kitendo kilichofanywa na serikali ni kile kitendo ambacho afisa wa serikali amefuata sheria, hicho kinakuwa ni kitendo cha serikali. Unadhani, hizi kamati zinaweza zikawa zika na nguvu ya kumwajibisha afisa mwenzao wa serikali kwa sababu kwa asilimia kubwa ni kamati ambazo zinaundwa na maafisa wa serikali? Ndiyo. Kamati hizi kupitia uh, sheria ya Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali zina uwezo wa kumuita afisa yeyote, na afisa huyo asipotii huo wito, kamati zinajua wapi zimpeleke kamati, kwa sababu uh, mawakili wa serikali wanajua nani anawajibika kwa nani, na tukipeleka taarifa hii huyu uh, kiongozi wake atachukua hatua dhidi ya afisa ambaye anaelekea kusababisha hasara serikali, kwa sababu lengo ni kuzuia Uh, vitendo vya maafisa wa serikali kukiuka sheria, serikali ikashitakiwa mm. na serikali ikatakiwa kulipa fidia, lakini yule afisa aliyesababisha aendelee kubaki kuwa, kuwa salama. Na ndio maana sasa tunafikiria hata namna ya kuboresha hizi sheria zinazohusika na mambo ya, ya, ya uwajibikaji mm. kwamba ifike mahali sasa yule afisa ambaye ameshauriwa labda na kiongozi wake Ha, ametaarifiwa kwamba huyu anaelekea kusababisha. Sasa serikali ikitokea iki, iki serikali imeshitakiwa na imeshindwa mahakamani, labda inatakiwa kulipa fidia, ipo sheria ambayo inamtaka yule afisa aliyesababisha hiyo hasara aweze kulipa. Kwa hiyo tunafikiria namna ya kuweza kuboresha pia sheria hizo ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na uwajibikaji madhubuti kwa jamii mm. Mm -hmm. Na, miongoni mwa changamoto kubwa ni changamoto ya ardhi ambazo zinashuhudiwa hasa kliniki hizi zinapofanyika, ndio. E, ni changamoto gani nyingine kubwa ambazo zimeonekana ndani ya jamii? E, ni kweli mpaka um, sasa tumeshahudumia wananchi elfu mbili mia mbili hamsini na mbili kwa mikoa ambayo nimeshaitaja mm. Na kama ulivyosema kweli changamoto ya ardhi ndiyo inayoongoza migogoro, mingine ipo migogoro ya maswala ya mirathi. Uh, kuna migogoro inayohusiana na masuala ya kijinai, ipo migogoro mingine inahusiana na masuala ya mikataba uh, ambayo watu wanatofautiana wana, wana wa, wameingia mkataba lakini mtu mwingine anakuwa hawezi kutekeleza hiyo mikataba mm. Lakini changamoto zingine, wananchi wanakuja tu kuomba ushauri wa kisheria, nataka kuelewa jambo fulani limekoje, li, li, li, li, kisheria, nao pia tunawahudumia, hana mgogoro lakini nataka tu kufahamu sheria inasema nini nini kuhusu jambo fulani. Na kwa nini ardhi imekuwa na changamoto kubwa, imeshindwa ku, uh, kupata suluhu ama uh, nini hasa shida? Uh, naweza kusema ni kwa sababu uh, ardhi ni uchumi. Kwa hiyo katika kila jambo ambalo uh, mwananchi anategemea kuishi kwa kiasi kikubwa sana anategemea ardhi. Ardhi mtu atahitaji kujenga, ardhi mtu atahitaji kulima ardhi mtu atahitaji kwa ajili ya mifugo, kwa ndio maana imekuwa ni imekuwa rasilimali ambayo imekuwa na migogoro mingi sana, lakini ofisi yetu inaenda kufanya utafiti kuhakikisha kwamba uh, ni namna gani kuweza kuhakikisha kwamba hiyo migogoro inakuwa uh, ina haijitokezi kwenye ardhi. Bado tunaendelea kufanya utafiti wa kina zaidi. Sawa, mm. Sawa so, so, kabisa, lakini pia kuna migogoro ambayo um, ina midogo midogo ile ambayo iko kwa mfano kwenye ngazi ya familia Yeah. Uh, ngazi ya kaya na nyewe yeah. Pia uh, inashughulikiwa vipi katika kamati hizi? Eh, migogoro hiyo pia tunaishughulikia uh, migogoro ya ndoa mm. Kuna migogoro mingine inahusiana na masuala ya ustawi wa jamii mm. Eh, mtu ametelekeza familia. Sisi tunafanya utaratibu kokote aliko tutampata kwa sababu mm. Uh, ofisi ni inaweza kufika popote kupitia hawa mawakili wetu yeah. Kwa hiyo migogoro kama hiyo pia tunaisikiliza na tunahakikisha tuna tunapata muhusika, lakini pia tunakuwa na wataalamu waliobobea katika masuala ya ustawi wa jamii, nao tunakuwa nao mm. kwa hiyo migogoro kama hiyo tuna, tunashughulikia, lakini pia na, na, na masuala ya ndoa yote pia tunashughulikia. Sawa sawa kabisa. Kuna, kuna dhana mbili mm. uh, hapa katika haya tunazungumza, kuna dhana ya ushauri wa kisheria uh, legal advisory, nafikiri tukaita hivyo, lakini kuna dhana ya msaada wa kisheria aid eh, e, wanachokwenda kupata wananchi ama wananchi watarajie nini kwenye hizi kamati? Wanakwenda kupata ushauri wa kisheria peke yake, wanakwenda kupata msaada wa kisheria au vyote viwili kwa pamoja? Nashukuru sana kwa swali hilo A, kamati hizi jukumu mm. lake kubwa ni kutoa ushauri wa kisheria mm, lakini kuna migogoro inaweza ikajitokeza ambayo watu wawili wana, wana migogoro sasa, mmoja labda ana uwezo kuzidi mwingine mm, na yule mwenye uwezo anamkandamiza yule ambaye hana uwezo. Tutaita pande zote mbili mm, tutawasuluhisha. Ikishindikana ikaonekana yule ambaye ana uwezo hataki kusuluhishwa, basi tutakachokifanya sisi tunafanya mawasiliano na Wizara ya Katiba na Sheria ambao kwa mujibu wa sheria ya msaada wa kisheria ndio wenye mamlaka ya kusimamia watoa huduma wote wa msaada wa kisheria hapa nchini. Kwao tunawapigia kwamba kuna mwananchi maskini ameonewa na tajiri, lakini hana uwezo wa kwenda mahakamani mm, basi wale watatusaidia kutupatia wakili kutoka kwenye uh, kwenye miongoni mwa wale watoa huduma. Lakini uh, wakati mwingine unaweza kumsaidia yule mwananchi uh, maskini kumwandalia nyaraka kama zitatakiwa kuwasilishwa mahakamani, ataandaliwa na mawakili wa serikali, basi yule atasaini, ataendelea kupeleka mahakamani na wataendelea kumsaidia kadri ambavyo wana, wana, wanaweza wana, inavyohitajika kule mahakamani mm. Lakini kama itahitajika uh, wakili wa kumsimamia, kama yule mwananchi hajiwezi kabisa, basi Wizara ya Katiba na Sheria ina utaratibu maalum ambayo imeweka kwa kuweza kusaidia wananchi wasiokuwa na kipato na wanapata hizo huduma bure mm. Hiyo ndio utaratibu ambao wa serikali wa, wa, wa ambao wameweka. Kwa hiyo akija, tutamshauri ikishindikana, yeah. Basi tutapeleka uh, Wizara ya Katiba na Sheria, wale wana utaratibu wao wa kuhakikisha kwamba watampatia wakili ambaye atamsimamia mahakamani bila malipo yoyote hizo mm. ndio huduma tunashirikiana kwa karibu sana na, na, na wizara yetu ya Katiba na Sheria. Hmm. kuhakikisha kwamba mwananchi anapata uh, haki yake. Mnashirikiana vipi na taasisi nyingine zinazotoa msaada wa kisheria hizi hizi paralegal uh, katika kuhakikisha kwamba mnafikia lengo la kutatua hii migogoro ambayo imekuwa ikisumbua kwenye jamii e? Kama nilivyosema, hao paralegal wanaratibiwa na Wizara ya Katiba na Sheria hmm. na wao, wao ambavyo, wana utaratibu wao wa namna ambavyo wanaendesha wanawasimamia wale paralegal lakini pale ambapo ikibidi na sisi, kwa sababu ni, ni, ni, ni serikali moja na wizara moja, tunashirikiana, na pale ambapo maparadigo wanakwama jambo lao, labda linahitaji ushauri zaidi wa kisheria, basi wanaona wale mawakili wa serikali waliopo kule, ili waweze kutatua zile changamoto za wananchi. Mm, lakini tunafahamu pia zipo kampeni nyingine mbalimbali ambazo zinaendeshwa za kutoa msaada wa kisheria, na zenyewe zimekuwa mkiengage nazo kwa kiasi gani kutekeleza uh, majukumu yenu? Ni kweli kuna kampeni maarufu ambayo mtakuwa mmeisikia ya Mama Samia Legal Aid, kampeni ile na sisi tumekuwa tukishiriki katika mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo tulikuwa tunakwenda uh, tunaweka uh, tunaenda mahali chini ya Wizara ya Katiba na Sheria yeah. Na sisi tukiwemo kama, kama wajumbe. Kwa hiyo pia tulikuwa tukiweka uh, tukisikiliza malalamiko ya wananchi na kutatua kero zao kupitia yeah. kampeni ile. Hmm. Tunashirikiana kwa ukaribu mkubwa sana. Serikali inatakiwa kuwajibika kwa, kwa wananchi, na sisi tunaenda kwa wananchi kwa sababu uh, ibara ya nane nasema mamlaka inatoka kwa nani? Kwa wananchi, na, na lengo la serikali itakuwa ni kuhakikisha kunakuwa na ustawi wa wananchi. Kwa sisi katika sekta yetu ya wa sheria uh, tunawahakikishia wananchi kwamba tuko tayari kuwahudumia hmm. na huduma hizi zikijitokeza kwenye maeneo yao wajitokeze Naam. Waweze kupata hizo huduma. Na kushukuru sana. Asante sana, sana. Ni pia na Mlilo huyo tukizungumza nice naye kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa mwana shiria, serikali e, mkurugenzi msaidizi wake akishughulikia masuala ya ushauri wa kisheria kizungumzia kusana, kamati hizi ambazo zimeundwa kwa ajili ya kutatua migogoro ya kisheria kwenye jamii, lakini pia kliniki ambazo zitakuwa zikiendeshwa e, tukumbuke yote hayo ni kuelekea siku ya sheria ambayo itakuwa tarehe mbili e, mwezi Februari Jumatatu tu ya wiki ijayo tutafahamu mengi zaidi kuhusiana na haya. Tunakamilisha hivyo, na tutaendelea na mengine hapa Azam TV.